Huku vyama vya kisiasa katika eneo la Magharibi vikiendelea kujiandaa katika uchaguzi mkuu ujao, wabunge wa chama cha dapk ama dapk kinachoongozwa na Eugene Wamalwa kutoka eneo hilo wamejitokeza kwa kauli moja kusisitiza kuwa lazima chama chao kiwe na mgombea wa urais kwenye debe. Wabunge hao wanasema hatua hiyo ni muhimu ili kuhakikisha sauti na maslahi ya eneo la Magharibi yanawakilishwa ipasavyo katika uongozi wa juu wa taifa. Mimi nataka uanze kutembea, umalize maneno ya hapa, uanze kutembea huko nje, kwa sababu usipotembea Patlida, usipotembea ntatembea Patlida. Umesikia? usipotembea ntafanya so, please, Patlida, please, nini? Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Unajua usipotembea iko kama yote. Sasa nataka when changes in the leader, in the the the leader party party, and you have stabilized the party, start to move. Sisi tukakuunga mkono, tukienda mbele. Kwa hivyo nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba hiki chama kitaondoka kutafuta wafuasi kutoka chama zote za hapa Trans Nzoia na mimi naomba nyinyi muangalie sasa cha, chama cha DAP kwa sababu sisi pia tunatafuta kwenda kule juu kwa meza, lazima pia sisi tuwe na wafuasi kutoka jamii zingine. Ni ukweli ama ni uongo?